Leo tunanchi imezungumza hii habari ya diaspora ndugu yangu. Nenda kasome sheria yetu ya diaspora. Ni kwamba, we treat diaspora with suspicion. Ukiitafsiri sheria kweli, hatuna diaspora kwa Zanzibar, kwa sababu masharti ya non defined diaspora hayatekelezeki. Unasema ili uwe diaspora, eh, moja sharti uyatambue mapinduzi. Sasa swali ni kwayo, unayatambua vipi? Unavaa pakacha, eh, How do you do this? It's impossible to implement. This is an absurd law. <laughs> Sasa sema, hebu tuje open. Kwa hivyo tatizo la kwanza lipo kwenye underlying policy, lipo kwenye sheria yenyewe. Lakini tunaweza tu visiwa vile vile, sisi visiwa vidogo, watu laki sita tu. Lakini leo katika bunge lao kuna viti sita vya diaspora, viwili vya Amerika, viwili vya Europe, viwili vya, vya, vya, vya Afrika. Wanachagua wa wenyewe diaspora, wanaingia kwenye bunge lao, wanashirikishwa. A, unamuogopa nani? Ndugu yako mtoto wako? Kwa sababu sisi tuna community ya diaspora kubwa alhamdulillah, ambayo ina maarifa, lakini kikubwa zaidi, kikubwa zaidi sisi watu wote wa diaspora wana mapenzi makubwa sana na nchi yao, makubwa sana kila mmoja, hata aweko peponi mfano wake hapa duniani utashangaa. Si tunao ndugu zetu, tunao wenzetu, wengine ni matajiri wakubwa, wako Dubai, wako Omani pale, wako na sehemu nyingine. Unajua, utajiri wa elimu, anaheshimiwa kwenye nchi za watu ha? Lakini leo ukimgusa, anaumia kwamba Hawezi kuja Zanzibar akawa free ndicho. Kwa hivyo juhudi zetu sisi, na naomba hili mtufahamu, na tufahamu na hili, mimi naomba si kwa wanachama wa chama chetu au sympathizer wa chama chetu, naomba hili tufike pahala, hata wa chama cha Mapinduzi na wengine kule Zanzibar, ndio like, sehemu mkubwa, watu wengi leo wameanza kufunguka macho kwamba tunakokwenda siko, kwa sababu hali ya maisha kila siku inadamirika, kila siku inakuwa chini. Kwa hivyo leo watu wengi wamefunguka wa, wanaona kwamba now we need to change.